Tusiendelee kutulia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ninawaomba wale ambao hawana kadi za Chama cha Mapinduzi, wale ambao hawajajiunga na Chama cha Mapinduzi, nenda kajiunge na Chama cha Mapinduzi. Sema mimi Chama cha Mapinduzi kimetutoa mbali mpaka tumefika hapa. Ukishajiunga, nenda kajiandikishe kesho. Wote mlioko hapa ninajua, wapo wengine hawana kadi za kupigia kura. Nenda ukajiandikishe kupiga kura, ili uendelee kutunza amani. Hiyo tu, ukitunza amani, maendeleo yanakuja. Yaani hakuna kitu kitakuja bila kuwa na amani, ndugu zangu. Na ukienda kupiga kura, chagua chama kinachodumisha amani, ambacho sioni aibu ni Chama cha Mapinduzi. Mmenisikia ndugu zangu? CCM oye ah. Tuachane na wapita njia. Tuachane na waganga njaa wanaotafuta wachangiwe changiwe hela ili waende wakaishi huko. Semeni sisi na Chama cha Mapinduzi, CCM oye ah. Huu ni mkutano wa hadhara wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Singida uliongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu, Martha Moses Mlata. Amezungumzia mambo mengi akiwemo mambo ya kuhamasisha wananchi kwenda kujiandikisha na kuhakiki daftari taarifa zao, zao kwenye daftari la wapiga kura hata hivyo viongozi mbalimbali walioambatana na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi waliweza kuzungumza kwenye mkutano huo wakizungumzia maendeleo mbalimbali yaliyoletwa na serikali ya awamu ya sita, kutoka katika kijiji cha Ipande, jimbo la Itigi, wilaani Manyoni, mkoani Singida. Abdul Ramadhani, Bandola Media.